Shalom, shalom tuna wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa majina ni Pastor Frank kutoka kanisa la Cité de David Kampala, na ninakuwa mbele yako magharibi ya leo kwa kuletea neno fupi ambayo itakubariki, na ningependa mwai muda tujaribu kupartage neno fupi ambayo inasema hasara ya muji wa Sodoma ama conséquence ya kuangalia maji ya Sodoma. Tutakuwa katika kitabu ya Mwanzo Genesis uh, uh, chapter 13 na tunaweza soma uh, ile uh, uh, sura yake ya mnane na kushuka. tunasoma maandiko yanasema ya kwamba Abrahamu akamwambia Lutu, basi usiwepe ugomvi na kusii kati ya mimi na wewe, wala kati ya wachungaji wangu na wachungaji wako, maana sisi tundugu Je, inchi hii yote haiko mbele yako? Basi ujitenge nami na nakusihi. Ukienda upande wa kushoto, nitakwenda upande wa kuume; ukienda upande wa kuume, nitakwenda upande wa kushoto. Lutu akainua macho yake, akaliona bonde lote la Yordani, ya kwamba lote pia lina maji kabla Bwana hajaharibu Sodoma na Gomora; ilikuwa kama bustani ya Bwana, kama inchi ya Misri. Hapo unapokwenda sowari. Maneno ya Bwana. Amen a, nilitaka tujaribu kutafakari na kuchunguza kuhusu haya maji ambayo Loti aliona pale Sodoma. Tuna tazama parkuru ya Ibrahimu ama Ibrahimu alivyoitwa na Mungu, tukianzia musura ya kumi na mbili tunaona gisi Mungu amemwita Ibrahimu, na Mungu ilibidi aanze e, safari na Ibrahimu na katika wito ya Ibrahim nimeona Ibrahimu, wakati mungu amemuita, wa alikuwa ametoka na Lot na alikuwa na mifugo yake pia, na ametoka na jamaa kubwa. Na wakati ambako waliendelea, Biblia inatonyesha ya kwamba sehemu ambako wanafika pale Betel, kuna kunatokea ugomvi kati ya wachungaji wa Ibrahim pamoja na wachungaji wa Loti. Na kitu cha kwanza utaelewa katika hii historia ya Ibrahimu wakati yote ambayo Mungu anaita mtu elewa kwamba Mungu anaitwa mtu kiupekee. Hakuna mtu ambaye Mungu alimuita makunzi, Mungu anaitwa mtu kiupekee sababu Mungu anazo sababu nyingi za kumfanya mtu amuite kiupekee. Na Ibrahimu, kosa kubwa ambayo Ibrahimu anafanya katika hali ya wito, wakati enye Mungu anamuita Ibrahimu ni Ibrahimu ndiye Mungu alisema naye, lakini Mungu akusema na Lot na utaelewa hapa, kunakuwa matatizo kubwa katika maisha ya watu wengi walioitwa na Mungu. Watumishi wengi, ni kweli Mungu anaweza kuwa amekuita, una sauti ya Mungu, una agano ya Mungu, lakini il faut attention na watu ambao unaweza kutana nao, sababu katika uh, kuitwa na Mungu ni kweli kwamba kuna watu Mungu atakusogezea kuna watu ambao utakutana nao. Kuna watu ambao uh, unaweza shirikiana nao mambo fulani fulani. Lakini kikubwa ambacho nataka nikueleweshe ya kwamba katika safari ya kuitwa na Mungu, huwe na kitu ya kuelewa ya kwamba Mungu, Mungu alikuita kipekee. Na sasa tunachunguza Ibrahimu. Wakati ambako Ibrahimu alikuwa ametoka na kuanza safari, wamefika pale Betel na Biblia inatuonyesha ya kwamba kulitokea ugomvi kati ya wachungaji wa Lot na wachungaji wa Ibrahimu kinachonibariki sana katika hii andiko Ibrahimu ametumia hekima ya mzuri sana. Biblia inasema wakati Ibrahimu ameona ya kwamba ugomvi umetokea kati ya wale wachungaji, amemwambia Loti kuliko ugomvi uendelee kuonekana katikati yetu, ni bora tutengane. Kama utaenda kushoto, mimi nitaenda kuume, na kama utaenda kuume, mimi nitaenda kushoto. Itatokana na swa yako wee mwenyewe, itatokana na uamuzi wako wee mwenyewe na utaelewa tu katika uh, maisha ya Ukristu ama katika safari ya wito pia, kuna watu ambao unaweza kutana nao, lakini elewa kama shwa ziko zimoya. Sababu walioitwa na Mungu wanatembea kulingana na shwa ya Mungu, na walioitwa kujiita ama kuitwa na watu inawezekana watembei katika shwa zao. Sababu huyu itatupeleka mara moja kuelewa habari za Israeli wakati ambao Mungu ana anamtuma nabii Samuel, tunakutana ya kwamba Israeli wenyewe ndio walimulilia Mungu, wanataka wapate mfalme kama mataifa nyingine, lakini haikukua ndio mpango ya Mungu, ilikuwa ni mpango ya taifa ya Israeli. Lakini ilipofika muda ambao Mungu alitaka kujichagulia we wenyewe mfalme wa Israel, Biblia nasema ya kwamba Mungu akashuhudia Daudi, mtu ambaye alikuwa anampenda, mtu ambaye alikuwa na roho kama ya Mungu. Na hapa utaelewa ya kwamba kuna utofauti ya shwa ya Mungu na shwa ya wanadamu utakutana watu wengi wameingia wame, wame wametembea na Mungu, lakini kinachotofautisha watumishi walioitwa na Mungu na walioitwa na watu ni shoa ambao watu wanafanya, sababu Biblia nasema aseme, kila anayeongozwa na roho wa Mungu huyo ndio roho huyo, ndio mwana wa Mungu. So inawezekana kuna wengine wanaweza sema wanaongozwa na roho ya Mungu na wakati hawajaongozwa na ile roho. Sasa tunakutana Ibrahimu anatumia hekima ya kumwambia Loti ya kwamba ni bora ujichagulie, inabidi wewe mwenyewe ufanye shwa. Na Biblia inanionyesha ya kwamba Loti akatazama katika bonde la Sodoma, sababu Biblia inashuhudia ya kwamba Sodoma ilikuwa bado ni nchi nzuri, ilikuwa ni nchi ambayo hata wewe ungiona ilitamanika kwa macho ya mwili, ni nchi ambayo uliona ungipenda ufike hata na wewe pale. Na Ibrahimu uh, akamwambia Loti ni bora uchague, na Loti akaona ya, ya kwamba kuliko uh, babishani sana na Ibrahimu. Ekima ambao ama njia ambao Loti ametumia, akasema kwamba yeye ni bora aende katika bonde ya, ya, ya Sodoma na Gomora, na kinacho nibariki sana uh, kinacho nishangaza sana ni kulingana na shwa ambayo Loti amefanya. Unajua katika habari za shwa hakuna mtu analazimishwa katika kufanya shwa hata katika maisha ya Ukristo tumempokea Kristo si kwa kulazimisha, tumeamua ni sisi wenyewe, na hata katika maisha ya kimwili iko hivyo hivyo. Hakuna mtu analazimishwa kufanya shua, shua inadepende na mtu yeye pekee na kitu taelewa. Katika kuchagua kitu ambacho mtu anachagua ndo itafanya maisha yake ikue, i, i, i, i, ionekane gisi atakuwa kesho. Ina maana ya kwamba shua yote yenye tunaweza fanya leo katika maisha ya kimwili ama ya kiroho ile shwa ndio ita determine maisha yetu ya kesho. Sasa Loti anachagua uh, maji ya Sodoma, na nimejaribu kuangalia shwa yenye Loti amefanya na mefanya, shwa yenye Abrahamu amefanya ni shwa mbili zenye kuwa tofauti. Ninaangalia, ninapochunguza maandiko vizuri, naona kinachomfanya Loti achagule maji ya Sodoma. Biblia natuambia ya kwamba walikuwa na mifugo na kila mtu alikuwa na mifugo yake na katika hesabu za Loti aliona ya kwamba akifikisha mifugo yake pale Sodoma inaweza endelea na utajiri, ikaendelea na akafanyikiwa zaidi ya Ibrahimu. Lakini kuna kitu moja ambacho Loti alikuwa amesahabu. Ni kweli kwamba anaweza chagua nchi ya Sodoma na kupiga hesabu ya kwamba mifugo inaweza endelea pale Sodoma, lakini Loti akuangalia ya maisha yake ya kiroho itakuwaje kesho na hapa ndio kunakuwa tatizo. Wakati yote ambao unaweza fanya shwa, kitu ya kwanza naweza kuomba ujaribu kuangalia mushwa yote yenye utafanya itakusaidia nini kiroho na itakusaidia nini kimwili, paske kumbuka ya kwamba ni mwili inabeba roho, lakini ni roho inaongoza mwili, na baraka zote ambazo Mungu ataleta kwako lazima zianzie katika hali ya roho. So loti amejaribu kuangalia mji wa maji ya Sodoma nakupiga hesabu ya kwamba hiyo maji ndi mtajirisha, lakini kama tunasoma maandiko tukiendelea hiyo kitabu ya Mwanzo sura 19 utakutana ya kwamba wakati enye Mungu anatuma malaika pale katika mji wa Sodoma kuchoma ile, uh, utakutana utakutanakwamba mimea yote enye ot alienda nayo pale na kila kitueye alifanyikiwa nayo pale, Lot alitoka peke yake na na mifugo kabakilia pale. So kumbi tatizo haiko kwenda kutajirika mwichi ya Sodoma, lakini kikubwa ni kuangalia gisi nafsi yako itapona katika mji wa Sodoma, na unaelewa uh, maji ya Sodoma. Tunapozungumza kuhusu maji ya Sodoma, maji ya Sodoma ni kila kitu ambayo mwanadamu anaiweka mbele, naweza mufikisha mbali ikamwinua, lakini anashindwa kuangalia maisha yake ya kiroho, na hapa inafanya watu wengi sana wamepotea. Sodoma, maji ya Sodoma ni kila kitu ambayo mwanadamu anaweza lazimisha kumaisha, ili kwamba afanyikiwe, ili kwamba akuwe vizuri, ili kwamba aishi maisha mazuri pasipo kujali maisha yake ya kiroho itakuwa namna gani. Na nataka nishauri wa Kristo na wewe ambao uko nafuata hii video, ilfau kutirea attention katika mashua ni kweli kwamba dunia ina vitu vingi, dunia mna utajiri, dunia mna mali. Tunaisumbukia, tunaitafuta, tunajiima, wengine wanafanya masacrifice ili kwamba wapate vitu, ili wawe maarufu, wawe watu wazuri. Sio mubaya, lakini nataka nikwambie ya kwamba ile shwa yote yenye utategemea na kutilia akili yako kufanyikishi palipo, pasipo kuangalia maisha yako ya kiroho itakuwa namna gani, kesho inaweza kuua na hapa ndio utakutana watu wengi wamekufa kiroho, lakini kimwili utakutana, inaonekana kama wameendelea. O oh, hakuna kitu kibaya kama mtu akufe kiroho, paske ni roho ndo inaongoza mwili. Sasa nataka nishauri Wakristu ya kwamba ilifo kufanya atensio na maji ya Sodoma. Maji ya Sodoma ni kweli nainuaka, maji ya Sodoma ni kweli inafanyikishaka, maji ya Sodoma seposible kuwe ni mtu ambaye anaweza kupeleka munjia za giza na ukafikiri ya kwamba huko nafanyikiwa, ile ni maji ya Sodoma. Mungu atakapoleta moto, utatoka, hauna hata kitu. Biblia nasema katika Korinthie chapitre 6 ya kwamba kila kitu ni sawa, lakini maisha ya Ukristu iko na limite. Lazima Wakristu wajiwekee limite, lazima ujue balanse maisha yako ya kiroho na maisha yako ya kimwili. Ni kweli kwamba uh, tunapiganisha maisha tuwe vizuri tunapiganisha maisha tukue vizuri kesho, lakini kitu kikubwa nataka taka nikushaurie kupitia hii historia ya Loti ni lazima kuangalia historia yako ama kuangalia maisha yako ya kiroho, kesho itakuwa namna gani. Na napenda na, Yesu amesema ya kwamba tutafute kwanza ufalme wa mbingu na haki yake, na mengine yote tutazidishiwa. So kikubwa haiko kuwa tajiri kikubwa sio kuwa na vitu, kikubwa sio kuwa maarufu, kikubwa sio ufanyikiwe. Bandiko inasema ya kwamba itakusaidia nini siku moja, uh, upate, upate kila kitu ya dunia na siku moja ukose ufalme wa mbingu, itakusaidia nini? So nilitaka nikushaurie kupitia hii ujumbe na kuambia ya kwamba usiangalie maji ya Sodoma. Maji ya Sodoma ni kila kitu kya uovu ambacho kinaweza kufanya ukafanyikiwa kesho. Kuna watu wanapiganisha maisha, wengine wanafika mu hatua ya kuua watu ili kwamba maisha yawe mzuri. Wengine wanafika mwatua ya kwamba ya kufanya vitu visiowezekana, wamefanya ukaaba ili kwamba maisha yawe mazuri. Wengine wamefanya hali ya kuiba, wengine wamefanya hali ya kuzini ya ku, ya ku, ya ku, ya ku ya kufanya mabaya yote ili kwamba watu wafanyikiwe. Na ndio dunia tunaishi sasa, watu wako tayari kufanya kila kitu ili mradi maisha ifanyikiwe hiyo ni maji ya Sodoma. Maji ya Sodoma inainuaka kila mtu leo, dunia imeharibika, kwanakuwa mafundisho mengi, unakuwa watu wengi ambao wanapanata manamba ili wakutie waku machama mbalimbali za giza, na watu, waku, wengi wanajitoa ile, wote ni maji ya Sodoma. Maji ya Sodoma iko yake na muda, maji ya Sodoma inaweza kuinua kwa muda, lakini wakati yenye asira ya Mungu itawaka, inamalizaka kila kitu. Na hii ndio maana utaelewa watu wote ambao walitegemeaka maji ya Sodoma, maisha yao yalishiaka mbali. Nitaka nikuambia ya kwamba maji ya Sodoma ni hali ambayo mwanadamu anaweza pitia, ni hali ambayo mwanadamu anaweza piganisha kuinuliwa kwa nguvu, lakini mwisho ya kuinuliwa ndani ya giza unajikutanaka ya kwamba uko ndani ya upotevu. Ndio maana nitaka shauria uh, mtu mmoja ndani ya hii video kukwambia ya kwamba maisha ni Mungu ndio anaipana shwa yote ya mzuri ni shwa ya kuacha Mungu aongoze maisha yetu. Angalia Ibrahimu walipotengana na Loti, wakati enyenyi Loti alifikiri kwamba iko nafanyikiwa Sodom me Ibrahimu walipotengana na Loti Biblia nasema ya kwamba, uh, ni pale ambako Mungu alikuwa amezungumza na Ibrahimu na kuanza mwonesha baraka ambazo alikuwa anaandaa juu yake. So ndugu mpendwa, na kushauri kupitia hii ujumbe Angalia uh, maamuzi yote ambayo unafanya katika maisha yako. Kuna maamuzi yengine umejifanyia ambayo inakupeleka Sodoma, unafikiri ya kwamba unaendelea, kumbi huko nakufa. Kuna maamuzi yengine ulifanya unafikiri ya kwamba huko, uh, sawa, kumbi ndo unakufa kuko kazi zingine zenye shetani ataleta kwa maisha yako, ni maji ya Sodoma itakuua uh, katika hali ya, ya kiroho na ndani ya kimwili, utafikiri kama unafanyikiwa, na hapa ndo kuna matatizo mengi sana kwa Wakristo. We Mkristo ambao umeitwa na Mungu, Mkristo ambao uko na ahadi ya Mungu, utaacha vitu ya dunia vikutawale namna gani? Biblia inasema ya kwamba tusipende dunia. Biblia tu, inatuambia ya kwamba tutembee katika roho tutembee katika roho na wala hatutazitimiza tamaa za mwili. So nakuombea Mungu ya kwamba maamuzi yote yenye utafanya katika ulimwengu ya roho, kitu ya kwanza uangalie maisha yako ya kiroho inasimama namna gani. Sia kukataza kufanya kazi ya mikono, sia kukataza kushughulikia maisha, lakini lazima ubalanse maisha yako, lazima upatie kiroho nafasi ya kwanza na maisha yako ya kimwili upatie pia nafasi ya pili. Mungu wa mbinguni akubariki. Mungu akuepushe na maji ya Sodoma ambayo inaweza ua baraka zako. Mungu akuepushe na maji ya Sodoma ambayo inaweza ua ndoto zako. Mungu akusaidie ufanye maamuzi ya mzuri katika kutembea naye. Mungu akubariki na akubariki ambao utafata hii video. Amen.